Imetimia saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, ivajaa. Ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni muhtasari wake. Wazazi na walezi mkoani Kagera wametakiwa kuweka udhibiti wa matumizi ya teknolojia kwa watoto kulinda na kuendeleza maadili mema kwa vizazi vijavyo. Kesi ya uhaini inayomkabiri mwenyekiti wa CHADEMA taifa tundu antipas Lissu, iliyotazamiwa kusikilizwa leo, imeendelea katika mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam na imeahirishwa hadi Novemba 12 mwaka huu. Na Uturuki imesema inapigania kuwaondoa raia takribani 200 walionasa kwenye mahandaki katika ukanda wa Gaza baada ya kurejeshwa kwa mwili wa mwanajeshi wa Israeli aliyeuawa zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Habari kamili. Bukoba: wazazi na walezi mkoani Kagera wametakiwa kuweka udhibiti wa matumizi ya teknolojia kwa watoto kulinda na kuendeleza maadili mema kwa vizazi vinavyokuja. Rai hiyo imetolewa na askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Bukoba, Methodius Kilaini wakati akiongea na Radio Kwizera, na kwamba uwepo wa faida za ukuaji wa teknolojia, lakini zimechangia mmomonyoko wa maadili kwa vijana. Askofu Kilain amesema kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto imechangia upotoshaji kwa kuwafundisha vitu ambavyo si vya umri wao, na kwamba baadhi ya wazazi hawajui kuhusu masuala ya teknolojia, lakini wanapaswa kuweka udhibiti kwa usalama wa watoto. Mtoto kama hana msingi imara aliyokuja nao kutoka utotoni anakuta kati kimaadili, yuko ana, anapwayakwaya na akaingia kwenye mtandao na akakuta tena mambo mengi sana katika mtandao hayaji vizuri. Bahati mbaya, mambo mazuri mtandaoni hayauzi sana. Matias Martin na Joachim Augustini, baadhi ya wazazi wa, wa Manispaa Bukoba, wamezungumza kuwa taasisi za elimu zinapaswa kuangalia mambo muhimu wanaotakiwa kuwafundisha watoto na ni vyema kuwashirikisha wazazi kusaidia kwenye ufuatiliaji. Dodoma, wanafunzi laki nane tisini na nane elfu mia saba hamsini na tano wa kidato cha pili nchini wameanza mtihani wa upimaji wa kidato cha pili kitaifa leo katika shule za sekondari elfu sita mia mbili 38 Tanzania Bara. Taarifa iliyotolewa na katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania, NECTA, profesa Saidi Mohamed, wanafunzi 2267 watafanya upimaji wa masomo ya amali kwa mara ya kwanza kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 na, na mtaala ulioboreshwa. Wanafunzi wa kujitegemea katika mtihani huo ni 9489 waliosajiliwa, kati yao wavulana 4454 sawa na asilimia 46.94, na wasichana ni asilimia ni 5035 sawa na asilimia 53.6. Aidha, wanafunzi 14390 wenye mahitaji maalum wamesajiliwa, kati yao wenye uoni hafifu ni 1674, wasioona ni 144, wenye ulemavu wa uziwi 999, ulemavu wa viungo 1374 na wenye ulemavu wa akili 199. Dar es Salaam kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Antipasilisu iliyotazamiwa kuendelea kusikilizwa leo katika mahakama eh, kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam ime, na imeahirishwa hadi Novemba 12 mwaka huu. Kesi hiyo iliahirishwa kupisha uchaguzi mkuu mwaka huu, chini ya jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama kuu Iringa, Dastani Ndunguru, ilianza kusikilizwa ushahidi Oktoba 6 mwaka huu mpaka Oktoba 24 mwaka huu. Kesi hiyo imeendelea leo bila uwepo wa Tundu Lissu anayejitetea bila kuwepo mahakamani hapo kwa madai ya sababu za kiusalama. Kwa mjibu wa wakili mkuu wa serikali Taribusa, kuwa mkuu wa gereza amesema Lissu hawezi kufikishwa mahakamani. Kwa sababu hiyo mawakili wa serikali wameomba ahirisho la siku 14 na majaji wa mahakama kuu wamekataa ombi hilo na kuamuru kesi hiyo iendelee Novemba 12, mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Mwenga, wachimbaji saba wa dhahabu wamefariki na wengine kujeruhiwa baada ya kuangukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa Rugushwa, tarafa ya Mwenga, mkoa wa Kivu kusini mashariki nchini DRC. Msemaji wa shirika la raia tarafa ya Mwenga, Bwana Panji Mazambi amesema mvua kubwa iliyonyesha jana imesababisha maporomoko ya udongo na kusababisha ajali hiyo, na hadi sasa bado kuna watu wamenasa kwenye vifusi. Bwana Mazambia amesema tayari miili saba imepolewa kwenye mgodi huo na watu zaidi ya 20 wamejeruhiwa na wengine bado wamekwama kwenye mgodi huo, juhudi za uokoaji zikiwa bado zinaendelea. Aidha, Bwana Mazambi amevitaka vitengo vya serikali vinavyohusika na madini kukagua migodi yote ya tarafa ya Mwenga na kuifunga migodi yote iliyochakaa ili kuepuka madhara zaidi ya wakati huu wa msimu wa mvua. Na Uturuki imesema inapigania kuwaondoa raia takriban mia mbili walionasa kwenye maandaki katika ukanda wa Gaza baada ya kurejeshwa kwa mwili wa mwanajeshi wa Israeli aliyeuawa zaidi ya muongo mmoja aliopita. Afisa wa ngazi za juu wa Uturuki amesema ya nchi yake imefanikisha kurejeshwa kwa mabaki ya mwili wa Hadar Goldin baada ya juhudi za kina zinazoakisi dhamira njema ya kundi la Hamas kwenye mpango wa kusitisha mapigano. Afisa huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kinachofuata sasa ni kuhakikishia raia walionasa kwenye njia za chini ya ardhi huko Gaza wanatoka salama. Kundi la Hamas limesema wapiganaji wake waliozungukwa kwenye eneo la Rafa linaloshikiliwa na Israel wasinge salimu amri, na badala yake limewataka wapatanishi kusaka suluhisho la mzozo huo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wazazi na walezi mkoani Kagera wametakiwa kuweka udhibiti wa matumizi ya teknolojia kwa watoto kulinda na kuendeleza maadili mema ya vizazi vijavyo. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu inatazamiwa kusikilizwa leo katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imeahirishwa hadi Novemba 12 mwaka huu. Na Uturuki imesema inapigania kuwaondoa raia takribani 200 walionasa kwenye mahandaki katika ukanda wa Gaza baada ya kurejeshwa kwa mwili wa mwanajeshi wa Israel aliyeuawa zaidi ya mungu mmoja uliopita. Waza Wazua, msikilizaji, kuna wakati furaha inaweza kugeuka ikawa huzuni. Shika hilo litakufaa maishani. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea ya kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X, Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV, na websaiti yetu ya Radio Kwizera co tz. Saa kumi alasiri utaletewa duru habari.